Ni usiku wa Mei 26 ambapo wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Waislamu cha Morogoro wako katika hali ya furaha, vifijo na nderemo vikitamalaki usiku huu kubwa, ikiwa ni uchaguzi mkuu. Pole hii wanafunzi wa chuo hichi wameshiriki kuchagua viongozi mbalimbali mbali, ikiwa ni nafasi za urais pamoja na nafasi za ubunge wakiwakilisha madarasa yao na mshindi wa jumla amekuwa ni Musa Hassani Yuda ambaye ameshinda kwa kishindo kwa kura takriban 600. Uchaguzi wa serikali ya wanafunzi kwa maana ya MUMSO mwaka 2025/2026 ulianza tarehe kumi mwezi wa tano 2025 kwa zoezi la uchukuaji na urudishaji wa fomu, kisha usaili, baadaye kampeni, na leo limehitimika kwa kupiga kura wanafunzi ambao wamejitokeza. Uh, kwa ufupi sana sitopenda kuzungumzia nafasi za ubunge wa madarasa na nyingine, kwa sababu naamini kilichotuweka hapa ni kusikiliza ni nani rais mteule wa serikali ya wanafunzi 2025 2026. Katika uchaguzi wetu wa leo au kupiga kura katika kumchagua mheshimiwa rais wa serikali ya wanafunzi, tume ya uchaguzi iliweka vituo vitano vya kupiga kura. Kwa maana kituo cha kwanza kilipewa jina la A1, A2, A3, A4 na C1. Katika kituo cha A3 ambacho wanafunzi waliohusika kupiga kura walikuwa ni wanafunzi wa bajis na bisedi walijitokeza watu 122 kwa maana ya wanafunzi hai 122 kupiga kura. Idadi ya kura zilizoharibika katika hao 122 ni kura saba na idadi ya kura sahihi kura 115 katika kituo hicho, mheshimiwa Najib, mgombea Najib K Joreka alipata kura 75 kati ya kura 115 huku mpinzani wake Hasani Musa Yuda akipata kura 40 kati ya kura zote 115. Katika kituo cha pili ambacho kilipewa jina la A4, ambacho kilihusisha wanafunzi wa banki BBS na biedi walijitokeza wapiga kura 87, kura zilizoharibika ni kura mbili na idadi ya kura sahihi kuwa kura 87. Katika wagombea wa nafasi hizi za urais, uh, mheshimiwa mgombea Najib K Joreka alijipatia kura 17 kati ya kura 85, huku mpinzani wake Hasani Musa Yuda akipata kura 68 kati ya kura zote 85. Katika kituo cha tatu ambacho kilipewa kituo namba A2 ambacho kiliwahusisha wanafunzi wa baadhi walijitokeza wanafunzi 265 katika kupiga kura za kumchagua Mheshimiwa Rais wa serikali ya wanafunzi MUMSO 2025 2026. Idadi ya kura zilizoharibika ni kura 18 na hivyo kufanya idadi ya kura sahihi kuwa kura 247 katika kura zote. Mgombea Najib K. Joreka alijipatia kura 45 kati ya kura 247, huku mpinzani wake Hasani Musa Yuda akipata kura 202 kati ya kura 247. Katika kituo cha nne ambacho kilikuwa ni kituo kilichopewa jina la A1 wanafunzi waliopiga kura walikuwa ni wanafunzi wa degree ya kwanza ya sheria na sharia na wanafunzi wa degree ya kwanza ya Kiswahili idadi ya wanafunzi waliopiga kura kwa maana ya wapiga kura ni wanafunzi 245 idadi ya kura zilizoharibika ni kura kumi na nane hivyo kufanya idadi ya kura sahihi kuwa kura 227 Mgombea Najib K Joreka amepata kura 11 kati ya kura 227 huku mpinzani wake Hasani Musa Yuda akipata kura 216 kati ya 227. Kituo cha mwisho katika uchaguzi wa leo kilikuwa ni kituo cha C si 1 ambacho kilihusisha wapiga kura kutoka katika ngazi ya cheti, diploma pamoja na masters. Idadi ya waliojitokeza kupiga kura ni wanafunzi 125. Idadi ya kura zilizoharibika ni kura 6 na hivyo kufanya idadi ya kura sahihi kuwa kura 119. 19 Mgombea Najib K. Joreka katika kituo hiki amepata kura nane kati ya kura mia moja kumi na tisa huku mpinzani wake Hasani Musa Yuda akipata kura mia moja kumi na moja kati ya kura mia moja kumi na tisa. Matokeo ya jumla, matokeo ya jumla, tusikilizane jumla ya wanafunzi 844 wamejitokeza kupiga kura kwa ajili ya kumchagua rais wa serikali ya wanafunzi MUMSO mwaka 2025 2026. Idadi ya kura zilizoharibika kati ya kura 844 ni kura 51, hivyo kufanya idadi ya kura sahihi kuwa kura 795. Mgombea Najibu Kei Joreka amepata kura 156 kati ya kura 795, na mgombea Hasani Musa Yuda amepata kura 637 kati ya kura 793. Hivyo basi, hivyo basi, kwa niaba ya mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya serikali ya wanafunzi mume mwaka 2025 2026 tunatamka rasmi kuwa Mheshimiwa Hasani Musa Yuda ndio rais mteule wa serikali ya wanafunzi Mwaka elfu mbili ishirini na tano, elfu mbili ishirini na sita. Asanteni sana. Chivihi Media tumezungumza na baadhi ya wanafunzi ambao wamezungumzia kuhusu ushindi huo wa Musa Hassan Yuda huku wakiwa na matarajio wa makubwa juu ya urais wake. Rawadhi Salanga ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Waislamu Morogoro. leo katika chuo chetu tumefanya uchaguzi wa kuchagua rais wa serikali ya wanafunzi MUMSO ambapo mpaka sasa hivi tumepata rais ambaye ni Hassan Yuda. Ah, matumaini yangu kwamba uongozi huu utakwenda kuwa chachu ya, ya maendeleo katika chuo chetu kama ambavyo kauli mbiu yake inasema, serikali ya wanafunzi kwa maslahi ya wanafunzi ndivyo ambavyo tunatarajia sisi kama wanafunzi, pia kuwa chuo chetu kitakuwa na miundombinu yake itakuwa vizuri, kama vile ambavyo ameahidi katika kampeni ambazo wamezifanya kwa siku za hivi karibuni. Kwa hiyo ni matarajio yangu pia, katika baraza lake la mawaziri, katika uongozi wake, watafanya mengi makubwa kwa ajili ya maslahi ya wanafunzi kama ilivyokuwa katika kauli mbiu yake. Nipende tu kutoa rai kwa uongozi ambao utaingia madarakani hivi karibuni, uh, waje kwa ajili kutoa ya kututumikia sisi wanafunzi na chuo kwa ujumla. Nategemea pia kuwa na maendeleo ya moja kwa moja, wasikilize shida za wanafunzi, changamoto ambazo wanazipitia, ili kuweza kunufaisha na kufanikisha yale yote ambayo yametuleta Chuo Kikuu cha Waislamu Morogoro. Siku ya leo, Chuo Kikuu cha Waislamu Morogoro, tumemaliza zoezi la uchaguzi tukiwa tumempata rais mteule mpya, Mheshimiwa Hassan Yuda, akiwa amepita kwa kura za kishindo kutoka kwa wanafunzi wake ambao ni wanafunzi wa chuo cha Islam Morogoro. Binafsi kama wapiga kura, tuna furaha ya kupata kiongozi mpya ambaye tunaamini ataendeleza pale ambapo serikali ya 20, 24, 2025 imeishia, basi ataendeleza juhudi zile na kuleta chuo kikuu cha Islam Morogoro katika taswira mpya na katika zile ahadi ambazo waliahidi wa, wapiga kura wao, tunaahidi zinaenda kutekelezwa kwa kishindo na kuleta MUMU yenye mabadiliko na yenye maendeleo chanya. Tunavyozungumza sasa tunazungumzia kuhusu e, uchaguzi ambao leo tumeuhitimisha kwa kupata rais mpya wa serikali ya wanafunzi Chuo Kikuu cha Waislamu cha Morogoro, e, ndugu e, Yuda ambaye leo amechaguliwa na wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Waislamu cha Morogoro. Lakini tunapompata rais mpya tunakuwa na mategemeo makubwa sana, ikiwemo kufanya mazuri na zile ahadi zote ambazo wanafunzi wa, wa amewaahidi wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Waislamu cha Morogoro lakini vile vile tunapokuwa tumemaliza uchaguzi huu ni lazima tuwe na kitu cha kujifunza ikiwemo kwamba ikawe sasa semina kwa, kwa vyuo vingine na katika maeneo mengine wafanye uchaguzi mzuri, siasa safi ya vyuo vikuu kama walivyofanya chuo cha Waislamu cha Morogoro, ambapo leo tumeshuhudia uchaguzi mzuri. Sisi wenyewe tuna, tuna kiri ya wazi kwamba tumeshuhudia tume uchaguzi mzuri ambao hauna siasa ya kuchafuana, siasa nzuri, na wakajifunza sehemu nyingine kwamba inawezekana tukafanya siasa nzuri ambazo zinaweza zikafanya wengine wakajifunza kwamba kumbe haina haja ya kufanya siasa ya kuchafuana tunapokuwa kwenye masuala ya kugombea, kwa sababu wote ni wanafunzi na tunaendelea kujifunza na tunajenga sehemu moja. Kwa hiyo inapotokea mmoja amepata ushindi, wale ambao hawajapata ushindi akiao ni kumuunga mkono aliyepata ushindi na kuweza kutengeneza serikali nzuri ambayo itawaletea wanafunzi wote ambao wamemchagua rais huyu maendeleo ya kweli na yale yote yaliyoahidiwa yaweze kutekelezeka kwa kwa muda sahihi na kwa wakati sahihi. Baadhi ya viongozi mbalimbali mbali, akiwemo rais anayekwenda kumaliza muda wake Mheshimiwa Adamu Hamisi Kimai, naye alipata fursa ya kuzungumza mbele ya kamera za Chivihi Media. E, kwa kweli nina furaha kubwa sana, ndugu zangu. E, Nimefurahi sana tukio hili limeenda vizuri la uchaguzi. Kwanza kwanza napenda ni, watangu, niwashukuru sana tume ya uchaguzi. Tume ya uchaguzi imefanya kazi kubwa sana kwa weledi mzuri, imesimamia uchaguzi vizuri. E, ha, tukuona rapsha za hapa na pale, kwa hiyo mambo yameenda vizuri alhamdulillah. Lakini tunapenda pia au napenda kuwapongeza wote watiania wote walioshiriki katika kuchukua fomu, lakini wakaenda kufanya interview, waka, walio bahatika kufaulu wakafaulu, lakini we, wasiobahatika pia wasivunjike mioyo e, wakati sahihi ni wakati wa Mungu, kwa hiyo wasivunjike mioyo, wakati wao ukifika pia watakuja kuwahudumia wananchi au wanafunzi. Kikubwa mimi nawatakia kila laheri, na nimefurahi sana sana, nimefurahi sana sana jambo hili kukamilika kwa amani na utulivu mkubwa hapa chuoni kwetu. Kwao tumempata kiongozi, ndugu yetu bwana Hassan Musa Yuda. Ni mmoja ya vijana ambao alikuwepo katika baraza la mawaziri ambao mwenyekiti wake alikuwa mimi. Kwao namwamini, ana uwezo mzuri, ana kipaji kizuri, anajua kutengeneza hoja, anajua kuuliza mambo kwa hoja kama msomi. O, tunamtegemea na tunamtumai katika mambo makubwa sana hapa chuoni kwetu na tunaamini kwamba atatusaidia. Kwa hiyo sisi tunampa baraka zote e, aweze kuwa kiongozi ambaye ataleta manufaa katika taasisi ya Chuo Kikuu cha Uislamu cha Morogoro, lakini katika jamii ya Watanzania wote kwa ujumla. Kwa hiyo mimi baada ya kusema haya e, nawatakia heri na uongozi uliojaa baraka tele. Binafsi nianze kwa kuwashukuru wanafunzi wenzangu wa Chuo Kikuu cha Waislamu Morogoro kwa kuto kuamua kupoteza kura zenu na kuzipeleka sehemu sahihi wa kiongozi ambaye anaenda kupigania maslahi ya wanafunzi. Asanteni sana. asanteni sana pili ningependa kusema yafuatayo naichukua dhamana hii kutoka kwenye kura zenu za leo kwenda kuhakikisha kuwa tunaenda kutengeneza serikali ya wanafunzi ambayo inaenda kusimama kwa ajili ya wanafunzi kama ilivyokuwa sera yetu kwenye kampeni serikali ya wanafunzi kwa maslahi ya wanafunzi Mwisho kabisa, kwa kumalizia, nawakumbusha kwa kusema kuwa ridhaa mliyotupa mmetubebesha amana na tutaenda kuulizwa kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo, na sisi tunaichukua ridhaa hiyo kwa taswira ile ile ya amana kuhakikisha kuwa mwanafunzi kwanza, mengine baadaye. Asanteni sana, ninawapenda sana. Nikiripoti kutokea hapa katika Chuo Kikuu cha Waislamu cha Morogoro mkoani Morogoro, mimi ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media.